Sifa nyingine ambayo tunaipa kipaumbele ni kwamba idadi ya wanafunzi wanaotuma maombi kujiunga na vyuo vikuu nchini iko chini sana, siku 13 kabla ya zoezi la kutuma maombi kukamilika. Kati ya zaidi ya wanafunzi laki mbili waliofuzu ni chini ya laki moja tu waliojisajili kufikia sasa. Haya imebainika katika hafla ya kutoa hamasisho kwa wanafunzi iliyoongozwa na mkurugenzi wa usajili wa wanafunzi mjini Kisii, kama Crispin Otieno anavyotuarifu sasa. Huku muda uliowekwa wa usajili wa wanafunzi wanaotaka kujiunga na vyuo vikuu ukikaribia kukamilika, mamlaka inayosimamia shughuli hiyo KUCCPS inaibua wasiwasi wasi. Kufikia sasa ni wanafunzi laki moja tu ambao wamesajiliwa katika mtandao wa KUCCPS, idadi hiyo isifike hata nusu ya wale waliokuwa wakilengwa. Kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa usajili Profesa John Oluoch, bado kuna matumaini kwamba hali hiyo itabadilika we dispatched staff officers uh, from the headquarters into all areas of the country all the 47 counties institutions or universities uh, TVET institutions and even huduma centers we are nearly getting to half of the total qualified students so we are urging those who have not been able to Uh, do so, to do so so that they don't wait until the last minute to struggle to get into the application portal. Maafisa, you know, hao kwa ushirikiano na wenzao kutoka bodi ya kutoa mkopo kwa wanafunzi HELB wakipata fursa ya kujibu maswali kutoka kwa wanafunzi na wazazi wao waliofurika ukumbi wa Nyamache huko Kisii. Hapo kwa apply kwa scholarships ama HELB tumeshajua, pia the challenges zenye watu wanaenda kupitia kwa shule tumeshajua. Mwanja ameleta hii Induction hapa. Daktari Ziringi kwa kuleta wageni kutoka kusep na wale wa Higher Loans Board kufundisha watoto wetu vile watachiunga na university mwaka huu. Wanafunzi wanaosomea matibabu katika chuo cha KMTC pia wakirai serikali kuhakikisha wanafaidika na fedha za kupiga jeki masomo yao. Hafla hiyo ikiwezeshwa na muungano wa wataalamu na wasomi eneo la Bobasi. Crispin Otieno runinga ya Citizen, Kisii.